Waziri wa Maji na Umwagiliaji Gerson Lwenge amesema serikali inatarajia kunufaika na shilingi trilioni tatu zitakazotolewa na wadau wa maendeleo katika sekta ya maji kwa ajili ya kuboresha sekta hiyo katika miaka mitano ijayo. Akizungumza kwenye mkutano wa wadau wa maendeleo ya sekta ya maji jijini Dar es Salaam, Waziri Lwenge amesema fedha hizo pia zitatumika kwa ajili ya utoaji elimu ya utunzaji wa vyanzo vya maji kwa wananchi. Mwanahabari wetu Swaumu Mavura ana taarifa kamili. Ya maji wamekutana jijini Dar es Salaam kujadiliana na kupanga mikakati ya kuboresha sekta ya maji ili kuwawezesha Watanzania wote kupata maji ya kutosha ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini. Akizungumza kando ya mkutano huo, waziri wa maji na umwagiliaji mhandisi Gerson Lwenge amesema fedha zitakazotolewa na wadau wa maendeleo katika sekta hiyo zitatumika kuboresha miundombinu ya maji na utunzaji wa vyanzo vya maji. Fedha hizi tunaziweka kwenye programu mbalimbali, kwanza kuna hiyo miundombinu ya kujenga e, labda ya vyanzo vya maji, kuchukua maji kupeleka e, kwenye matenki, kupeleka kwa wananchi. Lakini pia fedha hii tunaitumia kwa ajili ya kutunza vyanzo vya maji yani na kuelimisha watu waweze kutunza vyanzo vya maji ili viwe maji ili viwe endelevu, kwa sababu tukiruhusu tu tukiru bila kuweka na, na mkakati wa utunzaji wa vyanzo maji ya kupeleka kwenye mabomba itakuwa hayapo, mito itakauka, kwao lazima tuzingatie pia utunzaji wa vyanzo vya maji na, na swala la mazingira kwa ujumla. Amesema upatikanaji wa maji safi ya kutosha katika jiji la Dar es Salaam kunasababisha ongezeko la maji taka, hivyo serikali imeandaa mfumo wa kutoa maji taka ili kulinda afya za wananchi. Sasa tunaingia kwenye mpango kabambe wa kuhakikisha miji yetu yote hasa maeneo yale ambayo yanakuwa na watu wengi tunakuwa na mfumo wa wa uondoaji wa maji taka. Kwanza pia ni kwa afya zetu, lazima yale maji taka tuweze. Kwa hiyo sasa hivi sasa hivi tuli hatukuweka kubwa katika miaka mitano iliyotangulia, lakini kuanzia sasa tutaweka mkazo mkubwa katika uondoaji wa maji taka kwenye maeneo ya mjini. Sasa hivi uko kwenye asilimia karibu kumi na sita, tunataka twende mpaka angalau asilimia thelathini mpaka arobaini. Waziri Lwenge pia amezungumzia uwepo wa vyanzo vya maji vya kutosha na kusema ikiwa vyanzo hivyo havitatosheleza kwa miaka ijayo, teknolojia ya kusafisha maji ya bahari kwa matumizi ya binadamu itaanza kutumika. Swaumu So, Mavura, TBC, Dar es Salam.